Idara ya Usalama wa Taifa ya Tanzania imeumbuka vibaya kufuatia tukio moja kubwa lililojiri katika nchi moja jirani na Tanzania kama ambavyo inaelezwa kwa kifupi katika makala hii. Lakini pia makala itagusia kwa kifupi mrejesho kuhusu taarifa ambayo awali iliwekwa hapa Jasusi TV a, ambayo ilikuwa inahusu mkakati hatari wa kuwageuza madereva wa bodaboda boda, pamoja na madereva wa bajaji kuwa watoa taarifa, watoa taarifa kwa maana ya kukusanya taarifa, kusikiliza maongezi ya watu na kuyaripoti huko serikalini, lengo hasa likiwa ni kufuatilia yanayoendelea dhidi ya Samia Suluhu Hassan. Sasa kuna taarifa mpya zilizopatikana kuhusiana na swala hilo, lakini tuanze na hili la kwanza, ambapo Idara ya Usalama wa Taifa ya Tanzania imeumbuka vibaya kufuatia tukio lililojiri tukio kubwa lililojiri katika nchi moja jirani tukio ambalo linahusisha Idara ya Usalama wa Taifa ya nchi husika. Hata hivyo, kabla ya kuingia kuhusiana na tukio hilo ni muhimu kutoa muktadha wa hali ilivyo nchini Tanzania sasa hivi kuhusiana na Idara ya Usalama wa Taifa. Kwanza, kwa muda mrefu taasisi hiyo imekuwa lawamani kwamba imeweka kipaumbele masuala ya siasa badala ya kujikita katika jukumu lake la msingi ambalo kama roho ya taifa ndiyo hasa inayokabiliana na matishio ya kiusalama dhidi ya Tanzania. Huo ni wajibu wa idara ya usalama wa taifa popote pale duniani. Aa, lakini kwa miaka mingi idara ya usalama wa taifa wa Tanzania imekuwa ikihusishwa na masuala ya kisiasa, si katika namna ambayo pengine taasisi hiyo inaruhusiwa kufanya bali imekuwa bega kwa bega na Chama cha Mapinduzi na yaumkinika kueleza kwamba uwepo wa Chama cha Mapinduzi madarakani umechangiwa kwa kiasi kikubwa na jitihada endelevu zinazofanywa na Idara ya Usalama wa Taifa katika chaguzi mbalimbali. Mbali, taasisi hiyo imehusishwa na wizi wa kura ambao umekuwa ukiinufaisha system kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine uh, wizi huo wa kura umekuwa ukivihujumu vyama vya upinzani na hata yalipofanyika mabadiliko ya sheria mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili, ambapo mabadiliko ya, katika, katika masuala ya siasa pamoja na uchumi pamoja na, ta, na taasisi nyingine, mabadiliko yaliyoharamisha uhusika wa siasa uliyoharamisha uh, taasisi za dola kujihusisha na siasa, bado taasisi hii, yani idara ya usalama wa Taifa, iliendelea na imeendelea kuwa ikijihusisha na masuala ya siasa. Kuna taswira pana zaidi ya hili ambapo kwa kiasi kikubwa uhusiano kati ya idara ya usalama wa taifa na CCM umefikia hatua ambapo idadi kubwa ya watu wanaoteuliwa uh, kwenye nyadhifa mbalimbali za uongozi ndani ya serikali ya CCM lakini, ndani ya chama cha mapinduzi ni watumishi waliopo kazini wa idara hiyo. Kwa hiyo imefika mahala ambapo ni vigumu kuchora mstari unaotofautisha kati ya watumishi wa taasisi hiyo na wanasiasa wa chama cha mapinduzi. Idadi kubwa tu ya wabunge wa CCM ni watumishi wa idara ya usalama wa taifa. Idadi kubwa ya mawaziri, wakurugenzi wa taasisi mbalimbali, MDC, MRC, maras, madas ni watumishi wa taasisi hiyo. A, ambalo hili kimsingi lingeweza kuwa na ufanisi mkubwa endapo watu hawa wangekuwa na uadilifu, kwa sababu laiti kama wangezingatia maslahi ya taifa huko walikopelekwa basi kwa hakika tusingeshuhudia maovu mengi yanayoendelea katika Tanzania yetu katika muda huu. Hata hivyo, kubwa zaidi katika miaka ya hivi karibuni ni idara hiyo kuhusishwa na janga hatari la utekaji. Hili halikuanza jana, japo katika miaka ya hivi karibuni limepata uzito mkubwa zaidi. Kimsingi, janga la utekaji limekuwa tishio kwa muda mrefu alilianza uh, hasa katika utawala wa rais Jakaya Mrisho Kikwete, japo wakati huo ha halikuwa kubwa kihivyo. Yalikuwa ni matukio uh, ya, ya msimu moja. Ya matukio yanayokumbukwa ni, ni ya Dr. Ulimboka, huyo alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha madaktari Tanzania, na kulikuwa na mpango wa madaktari kugoma kuhusiana na maslahi yaliyokuwa duni. Kwa hiyo, alitekwa akateswa vibaya sana. Kwa hiyo, hili linaweza kuwa ni miongoni mwa matukio ya mwanzo kabisa ya utekaji. Um, kwa hiyo wakati wa Kikwete haya hayakuwa matukio makubwa sana, lakini tukio hilo linahusishwa na idara ya usalama wa taifa, ambapo M mtu aliyohusika na tukio hilo sasa hivi ni mbunge wa CCM katika jimbo moja la Kati. Aa, anafahamika, aliripotiwa kwenye vyombo vya habari, lakini hakuna hatua iliyochukuliwa dhidi yake na akaishia kuzawadiwa kuwa mbunge katika hili tukio la Ulimboka lakini hasa janga la utekaji lilishamiri zaidi katika kipindi cha utawala wa marehemu John Pombe Magufuli, ambapo kukaibuka uh, watu waliojulikana ajulikana, well, kwa sababu jina walilopewa ni watu wasiojulikana. Taarifa zinaeleza kwamba idara ya usalama wa taifa ilihusika kwa kiasi kikubwa katika kuanzishwa kwa genge hili hatari la watu wasiojulikana ambao limeendelea kuwepo na hadi muda huu lina, lina umri wa zaidi ya miaka kumi. Kwa sababu limedumu lilianza kwa takriban mwaka elfu mbili na kumi na sita na limeendelea kuwepo mpaka wakati huu, na taasisi hii imehusishwa kwa kiasi kikubwa na matukio hayo yanayohusiana na utekaji. Lakini katika miaka hivi karibuni hali imekuwa mbaya zaidi, kwa sababu uh, kuanzia takriban mwaka elfu mbili na ishirini na tatu matukio haya me, yameongezeka lakini kasi imekuwa kubwa ambapo awali walengwa walikuwa zaidi watu ambao wanahusishwa na, na masuala ya siasa, watu wenye profile kubwa. Lakini sasa hata watu wa kawaida, raia wa kawaida mtaani, wamekuwa na teko hasa kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Na makala mbalimbali katika Jasusi TV zimeeleza kwa nini mwaka elfu mbili na ishirini na tatu unahusishwa na kuongezeka kwa matukio yanayohusiana na hili genge la watu wasiojulikana. Hata hivyo kubwa kabisa ambalo Pengine litaacha kovu la kudumu katika taswira, uh, ya idara ya usalama wa taifa ni matukio yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 mwaka jana ambapo maelfu ya Watanzania walichinjwa kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. Idara ya usalama wa taifa inahusishwa moja kwa moja na yaliyojiri siku hiyo, hasa kutokana na taarifa kwamba uh, miongoni mwa wale waliokuwa kiua watu kiholela ambao walikuwa wamevaa kiraia inadaiwa kuwa ni watumishi wa idara ya usalama wa taifa. Kwa mujibu wa maelezo inaelezwa kwamba uh, kuna kuna sheria hapa ya, ya usalama wa taifa ilibadilishwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na Samia Suluhu Hassan na moja ya, ya, yaliyojiri katika, moja ya mabadiliko yalikuwa ni kuunda kitu kama jeshi vile ndani ya idara ya usalama wa taifa. Awali maelezo ni kuwa hili hiki kikosi kilikuwa ni cha kushughulikia masuala ya ugaidi. Aa, lakini ni maasa ambao wanabeba silaha yani ni kama vile polisi, ni kama wanajeshi ndani ya taasisi. Kwa hiyo hawa ndio wanatajwa kuwa wale jamaa walikuwa wamevaa kiraia, waliokuwa kwenye Land Cruisers, ambao walikuwa wanapiga risasi watu ovyo, na hii taasisi imehusishwa moja kwa moja na hii, hilo moja. Lakini pili Taarifa zinaeleza kwamba mkuu halisi wa taasisi hiyo kwa sasa ni Abduli huyu mtoto wa Samia Sulu Hassan. Na hili linaumiza nafsi za watu wengi wanaoithamini taasisi hiyo, kwa sababu ni uhai wa taifa. Inawezekanaje uongozi wa juu kabisa wa taasisi kama hiyo ukaporwa na mtu ambaye ni mwanafamilia ya rais? Ni jambo la kusikitisha, ni jambo la kuumiza, lakini huu si wakati mwafaka wa kujadili kuhusu. Kwa hiyo kwa kifupi hii ndio Uh, huu ndio wasifu wa idara ya usalama wa taifa kwa wakati huu. Sasa wakati hayo ya kijiri wenzao wa Kenya, idara ya usalama wa taifa wa Kenya inafahamika kama NIS. Hii ni moja ya taasisi za intelijensia barani Afrika ambazo kwa hakika zinasifika sana kwa kuzingatia taaluma na pengine hili linatafsiriwa vizuri kwa kuangalia siasa za Kenya jinsi ilivyo. Siasa za Kenya zina changamoto zake. Kuna changamoto za ukabila na vitu kama hivyo, lakini kwa kiasi kikubwa mabadiliko ya, ya, ya utawala kutoka utawala mmoja kwenda utawala mwingine yamekuwa ya kidemokrasia. Lakini sio tu hilo. Moja ya mafanikio makubwa ya Kenya yalikuwa ni mabadiliko ya katiba yake. Endapo mabadiliko haya yamekuwa na ufanisi wa kutosha au la, ni swala ambalo linaweza kujadiliwa lakini Uh, moja ya mambo ambayo yanapigiwa ms- yanapigiwa mstari kuhusiana na Kenya ni jinsi ilivyofanikiwa kufanya mabadiliko ya katiba. Mabadiliko ambayo kwa hakika yamekuwa yakizungumziwa mara nyingi pamoja na ya Afrika Kusini kama mifano ya kuigwa, uh, kuhusiana na masuala ya demokrasia barani Afrika. Lakini hili linahusishwa sana na ufanisi wa idara ya usalama wa taifa ya Kenya inayofahamika kama NIS. Sasa, hivi majuzi Taasisi hiyo imefanya tukio moja kubwa na la kihistoria. Lakini ili kulielewa tukio hili, ni muhimu kufahamu kwamba taasisi hii ni moja ya taasisi chache duniani ambayo inamiliki chuo chake kikuu chenyewe, yaani idara ya usalama wa taifa ya Kenya inamiliki chuo kikuu kamili. Uh, kinafahamika kama NIRU. Ni, ni chuo, ka chuo kikuu kamili kama vile chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho kinamilikiwa kwa asilimia mia moja na idara ya usalama wa taifa ya Kenya yani NIS. Sasa kwa kupitia taasisi hii kupitia chuo kikuu hicho cha NREU uh, kiliweza kufanya kitu kinachofahamika kinacho, kinacho kama hackathon. Hackathon ni mchakato ambao unawakusanya watu mbalimbali mbali. Uh, mara nyingi ni watu wanahusiana na, na masuala ya teknolojia kutafuta ufumbuzi wa kitu fulani. Hackathon inaendana na neno marathon, lakini hii ni kama hacking marathon, lakini sio hacking kwa maana ya udukuzi, bali ni kufanya jitihada, ni kama changamoto ya kutafuta ufumbuzi wa kitu fulani, kwa hiyo inafahamika kama hackathon. Sasa hii hackathon ilofanywa Aa, na Idara ya Usalama wa Taifa wa Kenya kupitia hiki chuo kikuu cha NIRU aa, ilihusisha masuala ya akili nemba, kwa hiyo ilikuwa ni Haka, AI hackathon na lengo hasa lilikuwa ni kukusanya vipaji mbalimbali vijana mbalimbali wa Kenya, na jumla ya vijana zaidi ya elfu tano kwa hakika walipatikana vijana elfu tano mia sita hamsini na sita. Uh, pamoja na miswada elfu mbili mia nne sitini na saba iliwasilishwa katika hii ha katho. Na kulikuwa na zawadi ambazo zilitolewa kwa washindi katika kutafuta ufumbuzi mbalimbali mbali wa kutumia akili mnemba, ufumbuzi ambao ungekuwa na manufaa kwa idara ya usalama wa taifa ya Kenya, ufumbuzi ambao ulikuwa na manufaa kwa ta, kwa Kenya kama taifa, lakini pia ilikuwa ni fursa kwa hawa vijana mbalimbali mbali zaidi ya elfu tano waliokusanyika kufanya hivyo. Sasa hii namba ya elfu tano ni muhimu kwa sababu wakati idara ya usalama wa taifa ya Kenya ikitoa fursa kwa vijana elfu tano kushiriki katika hii hackathon, zaidi ya elfu tano idara ya usalama wa taifa ya Tanzania imehusika na mauaji ya watu wanaozidi elfu kumi kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, zinaeleza kwamba idadi ya Watanzania waliouawa kati kuanzia Oktoba 29 inazidi watu 10,000 na idara ya usalama wa taifa ya Tanzania imehusishwa kwa kiasi kikubwa na hicho kilichoendelea. Hili tukio linaiacha uchi idara ya usalama wa taifa kwa sababu kwa muda mrefu imeacha taaluma ya intelijensia na kujikita kwenye siasa. Haya yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 sio ya kushangaza. Hili la Abduli kupora uongozi wa idara ya usalama wa taifa si la kushangaza kwa sababu kwa muda mrefu taasisi iliacha taaluma ya intelijensia na kukumbatia maswala ya siasa ambapo sasa imefika sehemu itakuwa ni vigumu sana kuitoa taasisi kwanza mikononi mwa Aduli, lakini pia kuitoa mikononi mwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kuna funzo kutoka hapa, kutoka kwa wenzetu wa Kenya, katika jinsi ambavyo wanaendesha masuala yao. Lakini pia uh, kitu kingine cha msingi ambacho kimetokana na, na hili ni ukweli kwamba Kenya, hii idara ya usalama wao ya taifa inaendeshwa kwa mujibu wa sheria, wakati Tanzania inaendeshwa kisiasa lakini pia katika masuala ya teknolojia wenzetu wa Kenya, yaani idara ya usalama wa taifa wa Kenya imejikita sana katika maendeleo ya sasa ya teknolojia kama hii hackathon ya mambo ya akili nemba, wakati huko ndiko kunafanyika jitihada za kuteka watu, kulawiti watu, kuwaingilia watu kinyume cha maumbile na vitu vingine ambavyo kwa hakika vinasikitisha sana lakini pia idara ya usalama wa taifa ina hadhi kubwa kimataifa kutokana na kujikita zaidi katika taaluma ya intelijensia. Imekuwa na mchango mkubwa katika masuala ya kupambana ugaidi. Wakati hapa kwetu mchango mkubwa wa idara ya usalama wa taifa ni kuisaidia CCM kubaki madarakani. Vilevile uh, vile kumekuwa na utendaji kazi wa ki operation ki intelijensia, hawa jamaa wako mbali sana na kia. Kwa hakika, ukiongea kuna baadhi ya watu wawili watatu, na wafahamu wako huko wanafahamu kila kinachoendelea katika idara yetu ya usalama wa taifa. Kwa hakika ukisikia wenzetu wa nje wanachojua kuhusu sisi kinaumiza. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa yaliyojiri katika hiyo ni, niliona ni wafahamishe kwa kifupi, kwa sababu haya ni mambo ambayo huwezi kuyapata sehemu nyingine yote isipokuwa hapa Jasusi TV. La mwisho kwa kifupi ni kuhusu taarifa ambayo nilitoa uh, uh, Jasusi TV iliripoti siku chache zilizopita kwamba kulikuwa na genge la waendesha bodaboda pamoja na madereva Uh, wabajaji ambao likusanywa huko Zanzibar wakati wa sherehe ya siku ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa kwa Samia Suluhu Hassan, na Jasusi TV ilieleza katika makala hiyo kwamba kulikuwa na mpango wa kuwatumia hawa madereva wa bodaboda pamoja na wabajaji kuwa watoa taarifa, kwa lugha ya mtaani wanaita informers. Uh, sasa taarifa, na katika makala hiyo ilieleza kwamba pia kulikuwa na mpango wa kuwahusisha madereva wa taxi. Kwa hiyo taarifa zilizopatikana kwa zilizofikia Jasusi TV zinaeleza kwamba taarifa mlizopata hivi majuzi kwamba Uh, hii uh, ta, kampuni ya Uber ambayo imeamua kujiondoa nchini Tanzania wamemaliza wame, wamesitisha operations zao. Hili swala kwa kiasi fulani linahusiana na huu mchakato. Katika siku chache zijazo, mtasikia um, taarifa kwa mujibu wa, wa taarifa zilizopo ni kwamba kuna taasisi itakayoanzishwa ya usafiri ambayo inatarajiwa kama kuziba hilo pengo la Uber, lakini kimsingi ni mkakati wa hao watoa wa habari uh, kupanua huo wigo wa watu watakao mainform watakaokuwa nakusanya habari. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu hili, itazidi kuwajulisha nini kinachoendelea. Je, una maoni gani katika haya yaliyoripotiwa kwenye makala hii? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.